Hi, mambo vipi? Well, nitatengeneza ni series ya Java Graphical User Interface programming kwa ajili ya wale watu ambao watakuwa, uh, najua kabla ya hapo ulishajifunza namna ya kutengeneza vitu vingi kwenye Java, kama utakuwa umefuatilia series nyingine ambazo tulikuwa tumetengeneza ya Introduction to Java, vitu vingi tulikuwa tunavidisplay kwenye black screen. Sasa programs nyingi ambazo tunazitumia zina kitu kinaitwa graphical graphical user interface. Graphical user interface interface basically ni ule mwonekano wa program kuweza kutumia mouse na objects zingine kama hizo kwa ajili ya kurahisisha mwonekano. Sasa, kwenye hii series ya tutorials ambayo tutaita Java GUI programming, tutakuwa tunaangalia ni namna gani tutatumia classes za AWT na Swing, hizi packages kwa ajili ya kutengeneza uh, interface. Sasa kwa leo tutaangalia vitu vichache. Of course kama utakuwa tayari umeshapitia hivi vitu na unajua basics, hii video unaweza ukai ukaiacha. Hii nimetengeneza kama mwanzo wa kuweza kutambua ni nini ambacho tutakuwa tunakifanya. Kwa hiyo kwenye hii video kutakuwa hakuna code za aina yoyote, ni kuelekezana tu namna na vitu ambavyo tunaweza kuwa tunavitumia wakati tukitengeneza uh, graphical user interface. Of course it's very important kuvifahamu baadhi ya hivi vitu kabla ya kuingia kwenye programming yenyewe. Kwa tutafanya tutakuwa na utangulizi wa AWT na Swing na tutangalia zinatoka wapi. Kwa haraka haraka, vitu ambavyo tutavikava ni namna ya kutengeneza user interface kwenye series yote. Tutajifunza namna ya kutengeneza user interface. Tutafahamu AWT na Swing packages zake. Pia tuta deal sana kwenye Swing. Mbona AWT imeshakuwa ni obsolete? Actually sio obsolete kwa hivyo, lakini haitumiki sana, ni classes chache ambazo tunaweza kuziinherit kutoka kwenye AWT, lakini kwa sasa hivi tunatumia Swing sana sababu AWT wanasema ilikuwa ni ni ni, ni machine dependent, ilikuwa inategemea uh, operating system iliyowekwa. Lakini Swing unaweza ukatengeneza mwonekano wako kwa namna unavyotaka, kwa hiyo tutaangalia Swing kwa undani. Tutaangalia containers, tutaelewa containers ni nini, tutaangalia components. Tutajua components ni nini. Tutaangalia layout and the most interesting part ambayo itakuwa ni event driven programming, au tutaangalia events na event uh, listeners. Sasa kwa ajili ya ya, baadhi ya, ya vitu tunapokuwa tunaanza programming mara nyingi kwenye GUI kwenye Java tutaanza kutumia dialog boxes. Dialog boxes basically ni vi, ni, ni vi window flani vidogo ambavyo vinatokea kama vile unapo click cancel au unapo click delete kwenye program yoyote, utakushangaa unakuta kuna kitu kinakuuliza labda do are you sure you want to do this, ama labda kuna information inakupa basically, that is what is called a dialog box. Sasa kwenye Java dialog box zinapatikana kwenye class ya j option pane na tutaangalia je option pane inatoka wapi, na kuna aina basically kama mbili ya za dialog boxes. Uh, tuna message dialogs actually, hizi the the, the, the most common uh, dialog boxes. Tuna message dialog box ambayo inaonyesha tu ujumbe kwenye screen ndo kama kile ambacho uki click to fulani, na tuna input dialog ambayo ni kwa ajili ya kuingiza uh, value. Kwa message dialog ni kwa ajili ya kuonyesha ujumbe labda na kuambia kitu fulani kimetokea, au kitu kama hicho. Na input dialog ni pale ambapo utakuwa unaingiza, unaweza kuingiza labda enter first number or something like that. J option, JOptionPane, JOptionPane ni class ambayo ina inherit kutoka kwenye vitu vingi sana. Na imetokea kwenye java.lang objects. Hivi vitu unaweza nikawa una naviongea, kwa hivi unaweza usiwa unavielewa kwa undani. Lakini tutakapoanza kwa mafanya at least tutakuwa na idea ya nini ambacho kina kina kinaendelea. So, hii imekuwa inherited kutoka kutoka kwenye lang ambayo ni, ni, ni object ambayo iko ndani ya awt component ambao iko kwenye swing pia ambayo ni j component. Kuna hierarchy ya hivi vitu namna ambavyo vinatokea, lakini this is not very important but it's of course, ni muhimu sana ufahamu at least imetokea wapi, na tutakapokuwa tuna import unatumia javax.swing.JOptionPane ili uitumie, lazima uitumie import, kwa kuwa haipo kwenye class yako unapoitengeneza. Of course kwa unapotengeneza class kwa unapo mara ya kwanza huwa haipo, although kuna IDE zingine kama NetBeans, unaweza ukaideclare, unaweza ukaanza kuitumia JOptionPane na ikakupa option ya kuimport, lakini of course ni lazima utaimport. So, mfano wa kuimport hiyo kule kwenye header files utasema ni import javax.swing.JOptionPane. Kwa mara nyingine tena, ninasema hii vitu hii vitu, nimetoa hii tutorial ni kama preliminary kwa ajili ya kuvifahamu vitu vichache ambavyo utakuwa unafanya kwa. Don't expect any coding in this, basically what we are talking about is how these things happen so zipo methods ambazo ziko ndani ya j option pen. Nikisema methods, kama tayari ulishaangalia zile series za nyuma, utakuwa unaelewa method ni nini actually. Kwa programming language zingine wanaita ni functions ha? Sorry, kuna method ya kwanza inaitwa show confirm dialog, ambayo hii inatoa ni option kwa ajili ya mtumiaji kuchagua yes no or cancel. Kuna sehemu fulani unaweza kukuta labda delete, are you sure you want to delete this, labda ikakuambia yes, hiyo j option pen dot show confirm dialog. Kuna show input dialog ambayo inamruhusu mtumiaji kuingiza value au, na mara nyingi value ambayo inaingizwa hapa ni string. Tutakuja kuangalia namna na ya kutengeneza hiyo, lakini pia kuna nyingine inaitwa show message dialog ambayo inamtaarifu mtumiaji kuhusu kitu fulani ambacho kimetokea, na pia tuna show option dialog ambayo hii ni mjumuisho wa hivi vingine. Kwa hiyo inaweza ukakuta ina ina ina, ina ina ina inayo confirm dialog ina input dialog ina message dialog au viwili mojawapo ya hivyo. So basically tulichokiangalia kwenye hii short tutorial ni ni j option pane inatoka wapi na GUI inafanya nini na kwenye hii series tutakuwa tunaongelea nini. So the next series the next tutorial ambayo itafuata kati ya hapa tutakuwa tunatengeneza j option pane na tutaangalia ni namna gani tunaweza kuitumia na tuta exhaust methods ambazo ziko kwenye hiyo. So, keep tuned.